Kwa jina naitwa Mhandisi Suleiman Bishanga, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya. Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kipekee kupata fursa ya kuona siku ya leo, lakini pia nichukue fursa ya kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kipindi kifupi cha siku mia moja ambazo amekaa madarakani, yale maagizo na maelekezo ambayo amekuwa akiyatoa kwenye wizara, ukizingatia hivi karibuni tulipata ugeni wa mheshimiwa waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega, ambaye ni waziri mwenye dhamana ya wizara ya ujenzi. Kupitia katibu mkuu, lakini na mtendaji mkuu wote kwa pamoja, walitoa maagizo ya kuhusu hali halisi ya miundombinu ya barabara especially kwa mkoa wetu wa Mbeya. Lakini mkoa wetu wa Mbeya kwa maana maagizo ambayo tayari tumeyafanya na tumeyatekeleza kipindi cha huu muda mfupi wa siku mia moja ilikuwa ni kuweka taa kwenye hii barabara ya TANZAM, eneo ambalo tulikuwa tumejenga daraja linaitwa Sungwa karibu na Songwe viwandani pale, tulielekezwa tuweke taa kwa ajili ya kuboresha eneo lile, na tayari taa arobaini zote zimewekwa pale, na sasa hivi umeona hali halisi ilivyokaa daraja tukiweka zile taa za barabarani, lakini zile taa ziendane na uzalishaji au sivyo, ziendane na biashara. Tunaweka taa kwa ajili ya watu wafanye biashara mchana na wafanye biashara usiku. Kwa hivyo hilo nakuachia meneja e, umesikia maombi ya mweshimiwa mbunge, na pia alielekeza sasa daraja lifunguliwe mapema, gari zianze kupita pale, kuondoa usumbufu wa foleni iliyokuwa inatokea kwenye ile diversion na tayari sasa hivi gari zinapita juu ya hilo daraja. E, kwetu sisi tunaona ni faraja, kwa sababu maelekezo yale tumetimiza, lakini kuna miradi mingine ambayo inahusisha madaraja kule barabara ya kutoka Makongoros kuelekea mpakani mwa Singida na Tabora. Barabara ile ni barabara ambayo ni muhimu kwa maana ni trunk road, lakini pia inajengwa kwa kuimarisha ili iweze kupitisha magari makubwa kule tumejenga madaraja makubwa mawili kwenye eneo la Rupa lakini na Biti Manyanga, ambako kule taa zaidi ya thelathini na tisa kwenye daraja la Rupa zimewekwa pale, kwa hiyo na wananchi wanaona, lakini daraja la Biti Manyanga na lenyewe limewekwa taa zaidi ya arobaini na mbili ndani ya hizi siku mia tangu kuapishwa kwa Rais Samia tumeweza kufaidika katika kumaliza au mradi huu wa daraja. Kwanza kabisa, tunapenda kutoa shukrani za dhati sana kupitia hili daraja, kwa sababu mwanzo tu, wakati daraja hilo lilipo ambayo tulikuwa tunaitumia kwa wakati wa nyuma, lilikuwa ni daraja ambalo lilikuwa lilikuwa yaani, katika hali ya wasiwasi sana, lilikuwa ni dogo, lilikuwa ni mpaka yaani mle ndani ule, ukianza kuangalia kwa makini, lilikuwa ni limekreke, ambapo hata sisi tu wakazi wa hili wa eneo tulikuwa tunashikwa na hofu sana kwamba hili daraja ipo siku tutakuja tu kukuta labda magari yenye tani nyingi yamedumbukia ndani ya maji. Lakini ulivyoanzishwa huo mradi na hili daraja limeweza kukamilika, sisi kipekee tunapenda kushukuru sana. Ni daraja zuri lenye mwonekano mzuri. Mimi kwenye siku mia zile za mama toka apisho, tumefaidika na barabara, mradi huu wa barabara umetufaidisha sana kwa sababu mwanzoni tulikuwa tuna barabara ilikuwa ina changamoto, lakini kwa sasa hivi kwa kata yetu hii Arupa barabara iko vizuri, tunaona kama hivi mataa. sasa hivi tunaweza kufanya biashara zetu vizuri. Kwa mfano kama mimi nilikuwa nafanya biashara zangu hapo, nilikuwa nachoma mahindi, lakini nilikuwa nachoma giza. Lakini kwa sasa hivi nachoma vizuri, sina hata wasiwasi wala stress yoyote ile. Kwa kweli tunajivunia toka mama ameapisha, kwa hiyo tuko vizuri sana sisi barabara ukiangalia, hata daraja kule, daraja liko vizuri, magari yanapitika bila shida yoyote. Mwanzoni tulikuwa tunapita kwa wasiwasi, maana daraja la kwanza lilikuwa lina limecrack, lakini sasa hivi barabara barabara ili, ilivyokuja hii ina mataa na daraja pia liko vizuri. Kwa kweli tunaenjoy, tunafurahia. Kwa tuna tuna kipindi kile ilikuwa ikifika muda kama huu watu tulikuwa tunalala mapema, kwa sababu ulikuwa umeme unakopo mitaani, lakini kwa umeme mitaani ulikuwa hamna, lakini kwa sasa hivi kama tunavyoona wajasiriamali wako huko wamepangana. Ukiangalia hapa kuna wajasiriamali wapo wanafanya biashara zao, na huku kuna bodaboda bado wanaendelea na biashara zao kwao. Mama Samia kwa siku hizi siku mia moja tunamshukuru sana, ametusaidia sana kwa kata yetu ya Rupa, na pia asiishie hapa. Sisi kama wafanyakazi na watumishi wa serikali tunaishukuru sana serikali ya Awamu ya Sita na tunaishukuru kwa sababu unaweza ukaona zile taa ambazo zimewekwa kwenye maeneo ambayo iliagiza ziwekwe. Wananchi wamefurahia sana, kwanza zimewapa muda mrefu wa kukaa kwenye biashara zao. Kwa hiyo katika kufanya zile biashara na zile taa, usiku wanafanya mpaka asubuhi, kunakuwa kumekuwa na mwanga, wanaongeza vipato, lakini pia usalama unaongezeka, hawezi kupata shida yoyote kwa sababu kuna mwanga eneo lile. Lakini maendeleo kwa ujumla yameongezeka zaidi, kwa sababu ni eneo ambalo sasa watu kulikuwa ni giza, sasa wanapita muda wote. Na hata ukiangalia baada ya yale madaraja kukamilika, aina ya magari imeongezeka, kwa maana yamekuwa na magari makubwa, yana uhakika wa kusafiri kutoka Makongorosi kwenda Singida na kwenda Tabora na sehemu zingine. Na katika hatua ya mwisho ambayo kwetu sisi tulikuwa tunaendelea nayo ni maagizo ya kuondoa msongamano kwenye hii barabara yetu kuanzia Igao kuja mpaka kuelekea Tunduma, tunajenga barabara ya mchepuko ambayo itayaondoa malori pia vilevile vile kutoka kupita katika miji mikubwa. Kuna sehemu lazima itoki kwa sababu lazima watu wapate nafasi pia vilevile vile. E, kuna kero kubwa sana kwa hivyo lazima tupunguze msongamano, ili maisha mtu sehemu anatuya kutumia risari moja anatumia masaa matatu. Jambo hili Mheshimiwa Rais halimpendezi. Tunafahamu kuanzia Igawa kuja mpaka Mbeya mjini pale barabara yetu haijakaa vizuri, lakini tunaendelea kuiboresha kwa maana ya kuhakikisha misongamano ambayo inatokea inaondoka. Unaweza ukaona pale Mlimanyoka tayari maagizo ndani ya hizi siku mia moja tunatekeleza na sasa hivi kwa kweli hakuna msongamano unaotokea pale na, na tunaendelea kuboresha eneo lile pamoja na hizo siku mia moja maelekezo ilikuwa ni kwamba tufungue ile njia ya zamani kwa maana kuanzia Mlima Nyoka kwenda kutokea Uyore ya Kati kuja kupita pembeni mwa jiji la Mbeya kwenda kutokea Songwa, zaidi ya kilomita arobaini na nane nukta tisa zimetolewa maelekezo tuzifungue na tayari fedha zishatumwa na mkandarasi uko site, tunaanza kuboresha eneo lile, lakini pia na kuweka vigingi. Wakati huo tulikuwa tukiendelea na zoezi la kutoa elimu kwa wananchi, kuhamasisha kuweza kujua changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza wakati tunaweka vile vigingi na namna bora ya kusuluhisha zile changamoto, ambao kule tayari tumeunda kamati kila kata, ambayo itaweza kusikiliza na kutoa usuluhisho, ambalo kama ni changamoto kwa wananchi lakini na kwa serikali isije ikawa na tatizo kwa watu wote, kwa sababu wale watu wote ambao wamepata fidia tutaenda kuweka vigingi ambako e, barabara inatakiwa kupita na tutaendelea kuifungua, na tayari eneo la kuanzia mlima Nyoka kwenda Uyole ya kati tumeshaweka hali halisi, na barabara imeanza kutengenezwa eneo hilo kuifungua. Sasa hii ni hatua ya kuondoa foleni kama Mheshimiwa Waziri alivyoelekeza, lakini kutokana na maagizo ya Mheshimiwa Rais. Na tunaendelea pia kwenda kule pipeline. Aliacha maagizo tuendelee kutengeneza, na tuko kwenye hatua za manunuzi, na hatua za manunuzi tukimaliza sasa tunaenda kuweka njia ambayo itakuwa inaruhusu muda wote gari zinatembea zitakuwa zisimami lakini kwa kuangalia usalama zaidi, kwa sababu ile eneo ni ambalo lilikuwa na ajali sana, lakini baada ya kuwa tumeintervene kwa ajili ya kurekebisha maeneo yale, tuna uhakika zile ajali zitaenda kupungua. Tumeweka mkakati kama ofisi kuhakikisha sasa tunaenda kurekebisha maeneo yote ambayo yanaleta shida kwenye barabara ile, ili wasafirishaji waweze kusafirisha mizigo yao bila tatizo na kuweza kutoka igawa kuelekea Tunduma ambako wanaenda nchi zingine kama Congo DRC na Zambia, lakini wengine pia wanaenda Malawi. Tunafahamu hii barabara ya kutoka Uyole kwenda Kasumuru, na hiyo ni moja ya barabara ambayo ni muhimu kwa nchi yetu kwa maana inatuunganisha na nchi jirani ya Malawi, na yenyewe tunaenda kuiboresha kuhakikisha sehemu zote ambazo zina complication tunazitatua zile complication, halafu, tunaweza kutumia barabara ile bila shida.